Mnamsikiaga yule alikuwa mwalimu, alikuwa mwalimu miaka ya nyuma huko Iringa. Baadaye Bujiku Sakila amefanya kazi miaka kadhaa, akapata uhamisho. Miaka ile hapakuwa na simu, maana yake ni barua ya posta inaenda posta, hapa kumkuta, maana yake unachukulia ya posta, baadaye majibu yanarudi posta, ndio unapata taarifa. Mzee wa watu alipata taarifa, bado umepata uhamisho, barua hii hapa wapi eh, unatakiwa sasa uhamie Shinyanga, ambayo sasa hivi ni simi kule Masu. Akasema, ah sasa hapa nafanya hichi, ngoja niende nikaripot. Mzee wa watu alitoka. Utaniwia lazima uh, afisa kidogo nizungumze kwa sababu sitapata nafasi nyingine, lakini labda huyu ni shemeji, hata tunaweza tukamwongeza naye kidogo kwa ni shemeji. Si shemeji? Haya hey. <laughs> shemeji. Asante <Nasaba>, shemeji. <laughs> <laughs> <laughs> Unaona? Basi mzee wa watu akaenda kuripoti. Ameenda kuripoti baada ya kuwa amechelewa kurudi. Sasa afisa elimu wa eneo lile akawa anapata taarifa mwalimu alienda wa pale hana nyumba pa kuishi. Ikabidi afisa elimu aende kwenye ile shule. Alifika pale. Sasa huyu amepata uhamisho sasa hivi ni mwezi. Mbona hatoki? Sema sisi hatujamwona walimu wenzie sasa. Hatujamwona. Kwa hiyo familia yake ipo aliaga. Kalipoti baadaye ataingia familia. Afisa elimu akamwambia mwalimu mkuu, "Hebu nitie vijana wenye nguvu huko. Nitie watano." Wakaitwa watano. Wakaja pale. Walipofika pale, akasema, "Nyumba ndio hii." Na yeye afisa si ajui. Akaonyeshwa ile pale. Kaenda, "Toa hivi vitu vyote." Huyu mwalimu mwa aingii kwa sababu huyu tayari kashatwa. Sasa walimu wakawa na ukakasi. Najua walimu huwa wanamshikia msa. Wakashindwa kumzuia kwa sababu ni mkubwa. Basi wanafunzi wakatoa vyombo vyote nje afu, akafuta vile vyombo vya yule mwalimu mti, akaingia baadaye. Yule, kwa sababu yule mwalimu alikuwa na mahusiano pale kijijini, akawa ame ameenda tu kwa kujihifadhi kwenye nyumba fulani, akakaa pale. Baada ya muda mzee Bujiku Sakila karudi. Aliporudi kufika pale, akakuta mwingine eh. Alikuta walimu alikuwa na mpindi eh. Kaita mwalimu msia, vipi tena, mbona familia haipo ah? Bwana afisa alikuja hapa akasema eh, ondoke mle. Kwa hiyo nenda kwa fulani. Basi mzee wa watu akaenda kwa akaenda kweli. Alipofika pale kafanya mambo yake kahama, kahamia Maswa. Alipohamia Maswa mwaka uliofuata kwenye uchaguzi kama huu, Bujiku Sakila kaenda kuchukua fomu Kwimba ya ubunge. Alipoenda Kwimba, Bujiku Sakila akashinda. Akawa ameenda bungeni akawa waziri wa elimu. <laughs> Yule yule akawa waziri wa elimu aliyefukuzwa na mtoto wake ndani. Basi alipokuwa ha, waziri wa elimu, ikatokea afra kama hii ya Mei Mosi ambao wa walikuwa wamekusanyika kama mikoa wa miwili mitatu, walipokusanyika alichokifanya Bujiku Sakila Kumbukumbu kumbu, zake za nyuma wale wale <laughs> eh, waliokuwa pale pale waweke mbele a akawaambia wale waliokuwa wanaratibu

Ndiyo maana ameniona hapa, ameshtuka kwamba huyu alikuwa leo amekuwa waziri wa eneo. Alishtuka sana, wakambeba akampeleka kwenye ambulance, wakampeleka hospitali, baadaye hali yake karejea. Kwa hiyo, ndugu zangu watumishi, muwe na mshikamano, muwe na upendo. Hizi ni kazi, kesho unaweza ukawa huna kazi. Kwa hiyo, naombeni sana tuwe na upendo <coughs>